Kwa Mwislamu neno Kaaba, ambapo tukiswali tunatakiwa tulielekee. We ukiswalia hapo unatakiwa ukilekee Kaaba. Dunia nzima wanaswali kuelekea Kaaba, mbele ya Al-Kaaba msikiti wa Maka. Uwapo kakibinuwe hala shekhe, hapo ni kaanze kujibizana na huyo mtu. Mimi ndugu zangu, ndege yake ya kwanza ya kwanza nje mimi ndio nilompeleka kupitia Wasafi Bet na Sibu alinifuata akaniambia, bwana ndugu yangu, hebu niambie, tuna tunafanyaje? Tunaenda na nani na nani na nani, na nani, na nani, na unashauri wakati huo, imagine alikuwa akinitukana tukana bado hiyo 2022 E, kasema na huyu tumchukue, sakwataja nyingine na huyu tuende naye sasa. Huyu nini? Nikaambia we, kila siku anakutukana we, kila siku anakutukana mimi. Nikaambia tuaonyeshe uungwana wetu, akapeleka ile idea akapingwa. bahati tuko tukajirani zaidi. mimi na Nasibu, siku zile nilikuwa niko Masaki nikatoka, akanipigia simu bwana, jioni tukutane. tulikuwa na kawaida jioni, wenyewe tunakaa tuna akabana. idea yako bwana imepingwa, lakini waloipinga sasa, walikuwa wameipinga kianheshimu nikawapa, kwa nini tufanye hivi? Kwa nini tufanye hivi? Ah, mwisho ikapita kwenye ile ndege katarea, a likampatayo mnapoingia pale, msha cheki na bodi. Sasa kwenye ndege ana boarding pass hajui, yani boarding pass ni nini, anatoa passport. 2022 Disemba, ndio ni safari yake ya kwanza ya kimataifa, akibisha mgeni afungue pasipoti, kwa kuna visa visa yake nyingine kabla ya 2022. Mimi ndio nilompeleka. Na tukawalaza kwenye mabanda kule, World Cup Qatar walitengeza na mabanda, sasa hivi wanafugia njiwa. Nikamkuta Uturuki zake ka yeye, kakataa kulala hoteli ya yake, kakataa kulala hoteli a n nikamlipia na hoteli kama hela yako baki nayo, uliopewa na mimi. Kweli ndio nilompeleka Salentoshe. Sasa huyu mtu akinitukana, akinidhalilisha, kwanza hana hisani, hana fadhila. Mwanadamu anakufanyia wema wa aina hiyo, anakuunganisha na mtu, unapata matangazo, unamtukana kila kukicha, ole na nyumba na nyumba, najua nyumba. Nyumba, na na mimi ndo nililipia duka langu non, nini, mama, nini madirisha na milango, ye hata ajui hajawahi kutoa tofali. Nyumba ya mwanamke, mwambieni atoe hati.